Jumuiya ya Umoja wa Wanawake wa Chama cha Mapinduzi UWT Taifa kupitia kwangu kama mwenyekiti nimewaita leo tarehe 28 mwezi wa tatu 2025 katika ukumbi huu wa UWT mkoa wa Dodoma kulaani shambulio la kudhuru mwili alilofanyiwa mwenezi wa baraza la wanawake la Chadema Bawacha ndugu Sigili, Sigilada Mligo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi wa mkoa wa Njombe tarehe 26 mwezi wa 3 2025, kuhusu tukio hilo alieleza kuwa ndugu Sigilaga Mligo ameshambuliwa na mmoja wa walinzi wa chama hicho anayefahamika kwa jina la Noel Olivale baada ya kutokea mzozo ndani ya kikao cha ndani cha chama hicho. Kwa kuwa UWT moja ya madhumuni na majukumu ya UWT pamoja na mengine na kwa mujibu wa kifungu cha F, na nukuu, chombo cha ukombozi wa wanawake wa Tanzania dhidi ya unyanyasaji, unyonyaji, ukandamizaji, uonevu na mila zote zinazorudisha nyuma maendeleo ya wanawake, mwisho wa kunukuu. Hivyo shambulio la kudhuru mwili dhidi ya mwanamke wa Tanzania, ndugu Sigalada Mligo, mwenezi wa BAWACHA lililopelekea maumivu hadi kufikia hatua ya kulazwa ni unyanyasaji ni ukandamizaji na uonevu dhidi ya mwanamke, jambo ambalo ni baya sana, na UWT tunalipinga kwa nguvu zote na kukemea vikali. UWT inashangazwa na ukimya wa viongozi wa Baraza la Wanawake la Chadema juu ya shambulio la kudhuru mwili kwa kiongozi wa ngazi ya juu wa baraza hilo kwa nafasi ya mwenezi kutokemea matumizi ya nguvu kwenye tofauti ya kisiasa ndani ya chama hicho ni dalili ya uoga dhidi ya mfumo dume wa chama cha Chadema. Kwa kuwa sheria ya vyama vya siasa ya mwaka ishirini ishirini na tatu imevitaka vyama vya siasa kuanzisha dawati la jinsia, tunaiomba ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kufuatilia kwa karibu uanzishaji wa madawati hayo na utekelezaji wa majukumu yake ili madawati hayo yawe na uwezo wa mamlaka ya kuchukua hatua dhidi ya vitendo vya unyanyasaji, ukandamizaji, uonevu na kadhalika dhidi ya wanawake kama ilivyotokea kwa mwenezi wa BAWACHA kushambuliwa akiwa kazini anatekeleza majukumu ya kisiasa ndani ya chama chake. UWT tunatoa pole nyingi kwa ndugu Sigilaga Mligo, tunamtakia uponyaji wa haraka. Tunatoa wito kwa jeshi la polisi mkoa wa Njombe kuendelea kumsaka mtuhumiwa na kumfikisha kwenye vyombo vya sheria. UWT ipo tayari kumwekea mwanasheria ili haki iweze kutendeka kwa ndugu Sigalaga Mligo. UWT inatoa wito kwa taasisi mbalimbali zinazoshughulikia masuala ya haki za wanawake, asasi za kiraia, jumuiya za wanawake za vyama vya siasa mbalimbali, kuunga mkono kwa kukemea tukio hili la shambulio la kudhuru mwili kwa ndugu Sigi, Sigilaga Mligo. Puuzeni propaganda ya kwamba kuna chama kina uwezo wa kuzuia uchaguzi usifanyike kama kina, kinavyojinasibu kwenye mikutano ya hadhara inayoendelea Nyanda za Juu Kusini. Jambo hili ni danganya toto. Suala la uchaguzi ni la kikatiba. Kila baada ya miaka mitano nchi yetu inaingia kwenye uchaguzi. Haujawahi kuahirishwa kwa namna yoyote ile na hautaahirishwa. Kwa hiyo mwaka huu utakuwepo uchaguzi 2025 tena utafanyika kwa amani na usalama, na uchaguzi utakuwa wa huru na haki.